Maelfu ya wageni waliojitokeza kwa sikukuu ya Mashujaa mwaka huu katika uwanja wa Ithookwe kaunti ya Kitui walipokea burudani ya aina yake iliyoambatana na umuhimu wa siku ya leo. Burudani kutoka kwa vijana kwa wazee, wasanii maarufu wa Ukambani na wanamuziki chipukizi ilisisimua umati. Mmoja wa mashujaa wa taifa hili hayati Raila Amollo Odinga aliyezikwa hapo jana pia alitambuliwa na kupewa heshima na wasanii kwa mchango wake katika demokrasia ya vyama vingi na vilevile jukumu lake muhimu katika kubuniwa kwa katiba ya Kenya ya mwaka elfu mbili na kumi. Kasichana Masha alihudhuria hafla hii ya kipekee na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kaunti ya Kitui iliandaa sherehe za siku ya Mashujaa za mwaka huu. Mapema saa 12 asubuhi, watu walikuwa wameanza kumiminika kwa maelfu katika uwanja wa Ithookwe ili kuadhimisha siku hii. Ulinzi ulimarishwa pakubwa. Wakiwa wamejifunika kwa bendera ya taifa na kuvalia nguo na blauzi zilizoshonwa kwa umaridadi wengine walikuwa wamebeba bendera ndogo ndogo za taifa huku wengine wakizawadiwa miavuli yenye rangi za bendera ya taifa ili kuwaepusha na jua kali. Uwanja huo wenye uwezo wa kuchukua watu elfu kumi ulikaribia kujaa kufikia saa moja na dakika hamsini na tatu asubuhi huku mamia ya watu wakiwa bado wamekwama nje ya uwanja huo. Mwendo wa saa tatu na dakika hamsini, mgeni rasmi Rais William Ruto aliwasili na msafara wake na kuashiria kuanza rasmi kwa sherehe hizo. Katika kuzingatia itifaki, rais alikagua gwaride ya heshima kabla ya kuelekea kwenye jukwaa kuu la rais. Baadaye wageni walifurahia magwaride ya heshima yaliyoongozwa na jeshi la ulinzi nchini, huduma ya polisi ya kitaifa, huduma ya walinzi wa pwani ya Kenya, miongoni mwa vikosi vingine. Kikao hiki kilikamilika kwa kupaa kwa ndege za vikosi vya ulinzi nchini, huku mmoja ikiwa na bango la hapi Mashujaa Dei. Kisha burudani ilianza kupromoshwa. Shujaa wa taifa hili aliyetuaga maajuzi Raila Amollo Odinga pia alitunukiwa heshima hii maalum, na kisha kulikuwa na sanaa hii, nyimbo za kizalendo za wasanii wa hapa nchini, miongoni mwao Bosco Mulwa, Stella Mengele ziliwasisimua watu na kuwafanya wageni mashuhuri kuinuka na kunengua viuno. Wasakataji wa densi pia walidhihirisha talanta zao kwa njia halisi ya Kikamba.